nontu niirari kunekera munya gitigia cs si, na dina evidence ukaelia okay, mbica iu ntika natethia konia antu ba u kenya gazeti munya na gazeti ariumwa kunekerwa gitigia si, cs aumite miru tigania east ivamona yeah. mbic munya tu n number two uma ki number one